Naam, tuelekee pwani ambapo serikali ya kaunti ya Kilifi imepanga kuanzisha kituo cha saratani kwa ushirikiano na Wakfu wa Agha Khan, Wakfu wa Bill ni Melinda Gates na shirika la maendeleo la Ufaransa ili kuwashughulikia wagonjwa wa saratani nchini Kenya na Tanzania. Kaunti hiyo tayari imeingia katika mkataba wa maelewano na taasisi hizo huku huduma za kituo hicho zikilenga zaidi ya watu milioni saba katika maeneo hayo. Mpango huo wa miaka minne pia utatoa vifaa vya matibabu na mashine za uchunguzi wa saratani na programu za kupunguza vifo vya saratani. Hatua hiyo inalenga kupunguza idadi ya wagonjwa wanaokwenda sehemu za mbali kutafuta matibabu. Taasisi za huduma za afya za Aga Khan au Aga Khan Health Services in East Africa zinatekeleza mradi unaoitwa eh, mradi mtambuka wa saratani Afrika ya Mashariki. Mradi huu ni wa miaka minne na unatekelezwa kwenye mikoa saba ya Tanzania na mikoa minne eh, ya, ya, ya Mombasa na Kisumu. Na mradi huu unatarajia kuwafikia watu milioni 7.4 na malengo makubwa ni nini? Lengo la kwanza, tunajaribu kuboresha miundombinu ya huduma za saratani kama vile kutoa vifaa vya tiba au vya uchunguzi, lakini pia tunajaribu kufanya matengenezo madogo madogo kwenye hizi sehemu ambazo zinatoa huduma za saratani. Hii sasa baada ya kusaini mkataba kama mlivyoambiwa, wiki zijazo e, tulikuwa tumesema hiki kitafanyika kabla mwezi watano. Kwa hivyo hatukudanganywa wakati tuliambia wananchi kwamba kabla mwezi watano utasaini mkataba kwa maswala ya, ya kansa katika kaunti yetu. Kwa hivyo tunaomba kwamba mradi huu tuweze kutimiza kwa haraka, tupate chanjo za wasichana wetu. Hii maswala ya, ya siku hizi wa mama ndio wameathiriwa wame sana na mambo ya kansa, tuweze kupunguza hayo, na pia wale ambao tayari wameambukizwa, tutakuwa na vifaa vya kuweza kutambua kwa haraka ugonjwa wa kansa.